Unaweza ukaishi maisha ya kupambana na maisha ya harakati za maisha yenye mafanikio makubwa, lakini kama hauna kiashiria cha uwepo wa Mungu katikati ya shughuli zako, ni afadhali ukasitisha hizo shughuli ukamtafuta Mungu kwanza, kisha ukaendelea. Yoshua anasitisha zoezi la kijeshi la kuteka nyara na kugawana maeneo anamjengea Bwana madhabahu ya Bwana, ana ana, ana, anasimamisha hema ya ibada ya kukutania katika eneo linaloitwa Shilo, alafu kisha anaendelea na zoezi hilo. Wako watu wana hawana uthubutu hata wa kusitisha shughuli zao ili wafanye ibada na Mungu kisha waendelee spidi na mivuto ya harakati ya maisha imekuwa na nguvu sana kwenye fahamu zetu kiasi kwamba ibada imekuwa ni second priority, kipaumbele namba mbili 2. Unajifunza katika eneo la vita ibada, matukio ya kiroho makubwa yalifanyika tena, mengine yaliriski uwepo wao.